Siku ya tatu ya majilio, tarehe 2 Desemba. Katika hewa safi, Redio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Unasikiliza dakika za Yesu Kristo. Leo ni tarehe 2 Desemba. Siku ya tatu katika safari yetu ya neema ndani ya mwezi wa Yesu Kristo, tunaendelea kujikita katika roho ya Adventi ama kipende majilio, kipindi cha kungojea kwa imani na matumaini, kipindi cha kuandaa mioyo yetu kumpokea Mwokozi anayekuja. Katika siku hii tunatafakari juu ya mwito wa kuamka kiroho. Mara nyingi maisha huturusha huku na kule, kazi, majukumu, mizigo ya moyo na mahangaiko yasiyoisha. Lakini Adventi huja kama mwaliko mpole kutoka kwa Mungu, ikinong'ona ndani ya nafsi zetu, amkeni na mwangalie nuru inakaribia. Yesu haji tu tarehe 25 wa Desemba, anakuja kila siku katika maisha yetu. Anakuja katika watu tunaokutana nao, katika changamoto tunazopitia, katika furaha za kawaida tunazokumbana nazo, na hata katika ukimya wa sala zetu. Siku hii ya tatu ni nafasi ya kujiuliza kwa unyoofu: Je, moyo wangu umefunguka vya kutosha kumpokea Leo tunatafakari mambo matatu muhimu: kuwasha moyo wa imani. Mungu hufanya makuu katika maisha ya wale walio tayari kumsikiliza na kunyenyekea. Atafanya makuu pia kwako ikiwa utamruhusu. Kujenga moyo wa shukrani: Adventi ni safari ya kuona mema ya Mungu hata katikati ya nyakati za giza nene na ugumu Kujifunza kusubiri kwa utulivu. Mungu hafiki mapema wala kuchelewa, anafika kwa wakati wake, na wakati wake daima huwa mkamilifu. Sasa tunapofunga tafakari ya siku ya tatu, tumgeukie Bwana kwa sala. Njoo kwetu Masiha. Tuombe. Ee e, Mungu mwenyezi tunakushukuru kwa zawadi ya siku hii ya tatu katika mwezi wa Yesu Kristo, tunaomba utufungulie macho ya mioyo yetu ili tuutazame mwanga wa mwanao unaokuja kuangaza giza nene la maisha yetu. Tuongezee imani ya kukutegemea hata pale tunaposhindwa kuelewa njia zako. Tujalie roho ya shukrani amani na uvumilivu wa kukusubiri kwa utulivu. Tusaidie kuwa vyombo vya upendo na huruma yako katika familia zetu, parokia zetu na mahali popote tunapokanyaga. Yesu Kristo, nuru ya ulimwengu, zaliwa upya ndani yetu. Mama Maria, mama wa Adventi, mama wa unyenyekevu, mama aliye mfano wetu, mama mwombezi wetu tuongoze katika safari hii ya neema Roho Mtakatifu tujaze nguvu, mwanga na faraja. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Umekuwa ukisikiliza Redio Maria, sauti ya kikristo nyumbani mwako, katika awamu ya makala ya dakika za Yesu Kristo. Tuonane tena kesho katika tafakari ya siku ya nne ya mwezi wa bwana wetu Yesu Kristo. Umekuwa nami Shamba wa Shamba. Tuendelee kusikiliza Redio Maria, sauti ya kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda parokia hewani. Tukutane tena kesho katika makala sawia na haya ya leo kwetu Masihi.